Tunapaswa kama tunahitaji kufanikiwa, swala la kwanza kufahamu sababu ya sisi kuwepo katika dunia hii. Umeumbwa kuhudumia Sakima, umeumbwa kuhudumia Arusha, umeumbwa kuhudumia dunia, lazima ufahamu. Lakini jambo la pili unapaswa kukubali kulipa gharama. Unapaswa kukubali kulipa nini? Gharama. Kuna kitu kinaitwa unakumbatia, una maumivu. Vijana wa sasa hivi hawataki maumivu. Hawataki. Kule Msoma kuna msemo unasema hanga tauni yake au kama ni mbele. Yaani, tangulia kuhangaika ufalme uko mbele. Sasa Uingereza walifanya tafiti moja inaitwa Marshmallow. Ah, uh, elfu kumi mwenye sasa walifanya tafiti moja wakachukua vijana kama mia moja kati ya miaka mitatu mpaka mitano wakaweka kwenye chumba and then wakapewa vyakula vizuri sana and then wakaambiwa uh, msile kwa saa moja, baada ya hapo tutawapatia vizuri zaidi. Asilimia sabini ya watoto walikula, jamani, waliteka mbongo <laughs> <laughs> utaona we mjinga rtamshe nachaka wa wafu natwambia tusubiri kwa saa moja, wakapiga wakafuatiliwa vijana mpaka walipofika miaka kumi na saba mpaka ishirini na moja. Wale ambao walishindwa kusikiliza maelekezo wakala mara moja hawakufanikiwa katika maisha yao wale ambao walisikiliza maelekezo wakasubiri walifanikiwa. Na moja ya tunu au tabia ambazo tunapaswa kuwa nazo katika karne ishirini na moja hata ambao tabia ambao watakuwa nao watakatifu na, hasa wale mia arobaini na nne elfu lazima tujenge uwezo kabiliana na mambo yaani tuwe, na tuwe simba eh, unajua